Klabu ya Simba Sports Club imeweza kufanya maboresho makubwa kwenye idara ya walinda mlango kuelekea msimu mpya wa mashindano. Katika jumla ya makipa sita waliopo, ni wawili tu ambao watasalia katika msimu ambao unaokuja. Watakaosalia ni Musa Pinpin Kamala, lakini pia Ali Salim, na waliotaarifiwa kuweza kuondoka ni Hussein Abel, lakini pia Ahmad Feluz, lakini pia Ayub Blackled. Aishi Manula alikuwa ni tegemeo kwa muda mrefu sana katika kikosi cha Simba Sports Club, lakini sasa hivi tayari ameweza kufikia makubaliano kuweza kujiunga na Azam FC. Kwa upande mwingine, Simba Sports Club imeanza kuweza kufanya mazungumzo na mlinda mlango wa JKT Tanzania ambaye pia anacheza katika timu ya taifa Yakub Suleiman, ambao chanzo kinaeleza kwamba mazungumzo yapo katika hatua nzuri na uongozi wa Simba Sports Club, ambapo eh, pengine anaweza akawepo sasa, kama ni mbadara eh, bana wa Musa Pinpin Kamara pale ambapo kutakuwa kuna panda na kushuka ya kutakua, eh, upanda na kushuka kuhusiana eh, na uwezo wa Pin Pin Kamara. Mabadiliko haya yanakuwa ni mpango wa kuweza kujenga kikosi cha ushindani katika msimu ambao unaokuja eh, wa NBC Premier League, lakini pia mashindano tofauti tofauti ambayo Simba atakabiliana nayo hapo mbele. Kwakue kama mdau wa burudani a kama mdau wa sasa online digital, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Chau chau.